Konstantin Rishta anaelekea kwenye shamba lake la mizabibu katika bonde la Mosel ambalo limekuwa likirithiwa ndani ya familia yake kwa vizazi kumi sasa. Katika shamba hilo analima mizabibu na familia yake imekuwa ikiuza mvinyo nchini Marekani tangu mwaka 1830 lakini sasa Rishta ana wasiwasi mkubwa kuhusu tishio la Rais Trump la kuweka ushuru wa hadi asilimia mia mbili. Tunasafirisha zaidi ya asilimia 30 ya mvinyo wetu kila mwaka nchini Marekani. Na ikiwa kutakuwa na ushuru wa asilimia mia mbili, biashara itaporomoka. Ushuru wa asilimia mia mbili kwa kila kitu, hakuna atakayenunua tena. Mzozo huu unawakumba wazalishaji wa mvinyo Ujerumani wakiwa wanakabiliwa na kipindi kigumu, wakikabiliwa na gharama kubwa za uzalishaji, urasimu na ongezeko la uzalishaji wa mvinyo duniani, jambo linaloshusha bei. Mvinyo wa Ujerumani umedumu sokoni kwa miaka sasa kutokana na ubora wake wa hali ya juu na sifa yake nzuri, lakini kwa sasa ni vigumu kudumisha faida na mauzo. Tishio la ushuru wa Rais Trump limeharibu hali ya biashara katika maonesho makubwa ya biashara ya mvinyo nchini Ujerumani, Düsseldorf. Ushuru huu utakuwa ni janga kwa wauzaji, kwa mauzo yetu nje ya nchi, hasa kwa Marekani. Ni soko letu kubwa kwa nje, tunapata theluthi moja ya faida zetu kutoka Marekani, hivyo hili litatuathiri pakubwa. Mnamo mwaka 2019 rais Trump aliwahi kutoza mvinyo wa Ujerumani ushuru wa asilimia 25. Na katika wakati huo wauzaji wa Ujerumani na waangizaji wa Marekani waligawana mzigo wa gharama hizo ili kufanikisha kuvuka kipindi hicho cha mpito. Kwa hivyo ushuru wa asilimia 200 wa sasa ni mzigo mwingine na huenda ukawa ni vigumu zaidi kuhimili. Lakini kwa wengine bado kuna matumaini, wanajaribu kuwa na mtazamo chanya. Vita kamili vya kibiashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya bado vinaweza kuzuilika. EU imetangaza ushuru wa kulipiza kisasi unaoanza Aprili mosi, lakini hadi wakati huo bado kuna nafasi ya mazungumzo. Pande zote mbili zinapaswa kutambua kuwa vita vya kibiashara vitawaumiza wote na makubaliano yanapaswa kufikiwa. Huko Mosel, Konstantin Richter pia ana matumaini kutapatikana suluhu. Trump alipotoa tangazo la ushuru wa asilimia mia mbili, mara moja, wanasiasa wa ngazi za juu, mawaziri wa biashara na mambo ya nje walitoa matamko kwa nchini Ufaransa na Italia, lakini hapa Ujerumani hatujasikia chochote. Wazalishaji wa mvinyo nchini Ujerumani wamekumbwa na pandashuka chungu mzima hapo awali. Kwa sasa wanayo matumaini kwamba wanaweza kuvuka salama kwa hili pia.